Hey, umewahi kutumia programu ya bure kisha ukaanza kuona matangazo yasiyohitajika kila mahali kwenye kifaa chako? Sasa hiyo ni moja ya dalili ya adware, Aina ya malware ambayo inasababisha usumbufu wa kuweza kuonyesha matangazo kwenye kifaa chako bila idhini yako wewe mtumiaji. Katika video hii tutaweza kuchambua nini maana ya adware, jinsi gani inavyoweza kufanya kazi, mifano mbalimbali ya adware na jinsi ya kuweza kujilinda dhidi ya ya aina hii ya malware. So angalia video hii mwanzo hadi mwisho, ili uweze kuelewa jinsi gani ya kuweza kutambua aina hii ya malware na kuondoa kwenye kifaa chako, isiweze kukuletea shida yoyote. Tuanze kwa kuangalia adware. Adware ni nini? Adware ni aina ya, ina ya malware inayolenga kuonyesha matangazo kwa mtumiaji bila idhini yao, lakini pia inakuwa inaonyesha matangazo kwa kiwango kikubwa. Hii ni tofauti na virus ama trojans. Kwa sababu adware sio hatari sana kama zilivyo hizo katika usalama wa kifaa chako, lakini inaweza kuleta usumbufu mkubwa kwa wewe mtumiaji. Mara nyingi adware inajificha kwenye programu za bure au huweza kuambatana na programu nyingine ambazo huanza kufanya kazi mara tu programu hizo zinapodownloadiwa na kuweza kuwa installed. So mfano wa maisha halisi ambayo utakufanya uweze kufahamu vizuri kuhusiana na aina hii ya malware. Chukulia upo na kifaa chako ambacho kimezungukwa na matangazo yanayovuruga, yani kuna matangazo ambayo yanakuja ambayo wewe huyapendi kuweza kuyaona. So mtumiaji akijaribu kuweza kufanya kazi na kuweza kutafuta kitu ambacho anakihitaji katika kifaa chake, unakuta yale matangazo yanakuja na, ku, na kuweza kumdisturb hiyo ni aina ya malware hii ya adware. Tuangalie sasa jinsi adware inavyofanya kazi. Adware inafanya kazi kwa njia rahisi lakini inayochosha. Mara tu programu yenye adware inapotumwa kwenye kifaa chako ama unapoidownload na kuinstall, huanza kuonyesha matangazo kwa njia ya pop up ads, banner ads na video ads. Lakini pia adware inaweza pia kufanya shughuli kama tracking ili kuelewa tabia zako za mtandaoni, kisha kuweza kuonyesha matangazo yanayohusiana na maslahi yako. Nadhani vitu hivi tunakutana navyo sana katika utumiaji wetu wa simu e, tumekuwa tukidownload program mbalimbali ambazo zinakuja na matangazo tofauti tofauti. Mda mwingine unashangaa kitu ambacho nakifikiria ama kuongea na mwenzio, tayari unakuta yale matangazo yameletwa katika simu yako unashangaa wamejuaje kama mimi nahitaji kitu sasa. Adware inafanya kazi hiyo ya kuweza kukutrack wewe. So adware inapotambua kwamba umekuwa na maslahi katika bidhaa fulani, adware huwa inahakikisha unapata matangazo zaidi kuhusu bidhaa hiyo. So adware pia inaweza kuongeza kiwango cha matangazo kwenye website unazotembelea, lakini vile vile kuathiri utendaji wa kivinjari chako kifaa chako ambacho natumia kuingia katika internet na hata kuweza kupunguza kasi ya kifaa chako. So, hiyo ndio jinsi ambavyo adware inafanya kazi. Na hapa kuna sifa kuu za adware ambazo zinaendana na hiki ambacho nimekitoka kukiongelea. Kwanza, sifa mojawapo ni kuonyesha matangazo ya kupita kiasi, yani, sio yanaonyesha matangazo kidogo tu, lakini hadi yanakuudhi wewe mtumiaji. Vile vile ina sifa ya kujificha katika program halali na ina sifa ya kuweza kufuatilia tabia za mtumiaji wa hiyo device na vile vile kuathiri utendaji wa kifaa chako, na mwingine kifaa kinakuwa slow, kwa sababu ya programu mbalimbali ambazo zinakuja na adware, zinaleta matangazo mengi na kutumia rasilimali kubwa ya kifaa chako. So, tuangalie mfano halisi ya adware ambayo iliwahi kutokea. Okay, tuanze na Fireball. Fireball ni adware iliyohusishwa na kampuni za kibiashara za China mwaka 2017. Adware hii iliweza kuchukua udhibiti wa kivinjari cha mtumiaji na kuweza kuonyesha matangazo kwa wingi. Ilileta madhara kwa watumiaji wa kompyuta na simu mwaka huo. Pia iliweza kukusanya taarifa za mtumiaji na kuzituma kwa uhalifu wa mtandaoni. So hiyo ni aina mojawapo ya adware ambayo iliwahi kujitokeza mwaka huo, lakini pia kuna desk ad. Desk ad hii ni aina nyingine ya uh, adware. Kuna geta elfu mbili huko miaka elfu mbili iliweza kujitokeza pia aina hii ya adware maarufu sana ambayo ilikusanya taarifa kuhusu shughuli za watumiaji na kisha kuonyesha matangazo ya bidhaa zinazofanana kwa muda ilijulikana kwa kuathiri kifaa cha mtumiaji na kutia dosari ile utendaji wa kompyuta ama simu ya mtumiaji ambayo anatumia yenye kuonyesha aina hii ya adware. Pia hata Cool Web Search inaingia hapa katika aina ya adware, unaweza kuijumuisha. So hizi ni mifano tu baadhi ambayo ilikuwa inatumia hii malware kuweza kutrack wale watumiaji eh, lakini pia upeleka matangazo mbali mbali kwa watumiaji wa vifaa hivi vya mfano, e, kompyuta ama simu. So ukiachilia na hiyo mifano ambayo tumeiona, tuangalie sasa madhara ama athari za adware. Adware, adware inapoingia kwenye kifaa chako, kwanza ufahamu, inaweza kuwa na madhara yafuatayo. Kwanza, inaleta usumbufu wa kila siku kwa mtumiaji. Matangazo yanayovuruga yanakuwa kikwazo kwa utendaji wa kila siku katika kifaa chako, lakini vile vile kupunguza kasi ya kifaa chako. Matangazo yanayotokea mara kwa mara yanaweza kupunguza kasi ya kile kifaa chako ambacho unakitumia, mfano katika kuvinjari katika internet, eh, na kuweza kufanya device yako kuwa slow polepole pole. Vile vile adware imekuwa ikiathiri kwa ku iba taarifa binafsi. Ingawa adware kwa kawaida haijali kuhusu usalama wa taarifa zako, baadhi ya adware inaweza kusababisha kuvuja kwa taarifa zako kwa kutuma taarifa za tabia yako mtandaoni kwa wahalifu. Okay? Sio kana kwamba adware tumesema ni salama kuliko zile nyingine, basi itakuwa haiwezi kufanya vitu kama hivyo. Vinatokea, lakini pia kuweza kuweka vifaa vya ziada kwenye kifaa chako Miongoni mwa athari ya adware, baadhi ya adware huweza kuficha kwa kuzalisha programu nyingine hatari au kuongeza sehemu za ziada kwenye kifaa chako. Hizi ni miongoni mwa athari za adware: matangazo yasiyoisha, uvunjifu wa faragha. Muda mwingine baadhi ya adware zinachukua hadi data binafsi za mtumiaji wa hicho kifaa na kupeleka kwa watu wengine, lakini pia hatari za kiusalama. Kwa hiyo sio kana kwamba adware ipo salama nayo, na pia ni malicious software. So ukiachilia na e, jinsi ambavyo ina athiri, lakini pia tuangalie jinsi adware inavyofanya kazi. Adware inafanya kazi katika hatua tatu: hatua ya kwanza ni kusambazwa, hatua ya pili ni kujificha, hatua ya tatu ni kuonyesha matangazo. Kwa ndani ya hizi hatua tatu kuna mambo mingi ambayo yanatokea hapo lakini hizi ndio hatua tatu kubwa ambazo Adware inafanya kazi. Maana yake tayari inakuwa katika program ambazo zipo free. Pengine unakuta program inafanya vitu vikubwa lakini unakuta ni free. Sasa unajiuliza kwa nini ikawa free? Kuna kitu gani haswa? Lakini ukisha download na kuinstall na kuanza kuitumia tayari unakuta kuna matangazo yana pop up mara kwa mara unapohitaji kufanya kitu fulani. Kuna nyingine hata kama hizo program hujazifungua tayari kuna matangazo yanakuja kwenye simu yako lakini nyingine mpaka ukizifungua ndipo matangazo yanakuja. Vitu hivi nadhani vinatukuta mara nyingi katika vifaa vyetu hivi. Kwa kwanza leo ufahamu kwa hiyo ni aina ya malicious software ambao ni Adware. Hatua ya pili ni kuweza kujificha; ya tatu ni kuonyesha hayo matangazo ambayo eh, yamekusudiwa na yale ambayo baada ya kutrack zile tabia zako, vitu ambavyo unapendelea, pengine bidhaa ambazo unazisearch mara kwa mara utaletewa matangazo ya aina hiyo. So tuangalie njia za kuweza kujikinga na aina hii ya malicious software adware. Kwanza kabisa epuka kuweza kudownload kupakua program kutoka katika tovuti zisizoaminika. Kitu hichi ni muhimu sana kuweza kukizingatia, hii ni mojawapo ya njia kuu ya kuweza kuzuia adware kuingia kwenye kifaa chako lakini pia tumia programu ya antivirus kinga virus. Inaweza kugundua adware na kuzizuia kuingia kwenye kifaa chako. Vile vile unaweza kuepuka eh, hii aina ya malicious software kwa kuweza kuepuka programu zisizo salama. Usifungue linki za katika barua pepe ama zile attachment katika barua pepe ambazo huzielewi na wala usi download na kuinstall program ambayo ni ya free na haieleweki okay. Lakini vile vile sogeza matangazo kwa kutumia ad blockers, yani zuia, block hayo matangazo katika hiyo program. Unaweza kufanya hivyo, kuweka ad blockers kwenye kifaa chako kunaweza kusaidia kupunguza matangazo yasiyohitajika. Lakini vile vile angalia kwa makini kabla ya kuweza kudownload program. Wakati mwingine program za bure zinaambatana na adware bila ya wewe kuweza kujua. Hakikisha unakagua na unaangalia kwa makini kabla ya kuweza kufungua programu yoyote ile, fuatilia vizuri hiyo program. Fanya update za mara kwa mara, hakikisha kuwa unafanya update kwenye kifaa chako na mfumo wa uendeshaji, yani operating system. Kama ni simu Android yako ipo up-to-date, eh, ama macOS iPhone ili kuweza kuzuia adware na programu nyingine za hatari okay. So hii ni sehemu tu ya kuweza kujikinga na adware: kuepuka kupakua program kutoka vyanzo visivyoaminika, tumia program za kinga virus antivirus katika vifaa vyako, epuka kuweza kufungua linki zisizoaminika na update stasisha program na mfumo wako wa uendeshaji operating system mara kwa mara. Sasa tuangalie labda kwa nini adware ni hatari. E, pengine wanasema just inaonesha matangazo tu, lakini napata kufanya kazi zangu, natumia hiyo program, matangazo mimi hayanikeri. Sasa tuangalie hatari iliyopo. Hatari iliyopo mojawapo huweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa mtumiaji, mda mwingine matangazo huwa mingi sana, lakini vile vile kuvunja faraha, mda mwingine baadhi ya adwa zinavunja faraha ya mtumiaji kwa kuweza kufuatilia tabia zao mtandaoni na kutumia hizo data pengine bila ruhusa ama kujua kwa huyo mtumiaji, kama anafuatiliwa na kutumiwa data zake, lakini vile vile kusababisha kifaa kuwa polepole pole, slow au hata kuweza kushindwa kufanya kazi, miongoni mwa eh, hatari za malicious software hii ya adware. Kwa hiyo sio kana kwamba tumesema salama basi tukachukulia kwa ujumla ni salama, ni tofauti tu eh, na zile malicious software tulizozitaja kule nyuma katika video zilizopita, virus, mfano trojan, worm, zile kidogo ni eh, hatari sana ukilinganisha na hii adware. So leo sina la ziada baada ya kuangalia kuhusiana na hii adware. Na kama una uzoefu na hii adware kwenye kifaa chako au unajua mbinu za kuweza kuzuia adware, basi share na sisi katika sehemu ya maoni hapo ili tuweze kufaidika pamoja na kama kuna program ambayo ina block hizo ads basi share na sisi ili tuweze kujaribu na tuweze kutumia. Ikiwa umeweza kupenda kile ambacho tumejifunza leo katika video hii, basi hakikisha una like video hii na umesha subscribe YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na mwendelezo wa video kama hizi ambazo tumekuwa tukijifunza siku baada ya siku. So, asante sana kwa kuweza kutazama mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza kitu kingine ndani ya YouTube channel yangu ya Mohamed Hafidh. Asante.